Ni azime masikio yako na macho yako, ni kuhamishie maarifa. Kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari wa saba unasema Bwana Mungu, Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Hiyo ni Mwanzo mbili saba nimenukuu hapo. Sasa nini iko hivi, kitabu cha Mwanzo moja ishirini na sita inasema hivi. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano na kwa sura yetu, ah. Mwanadamu ni sura na mfano wa Mungu. Japokuwa kuna imani zinazokataa kwamba mwanadamu hawezi kufanana na Mungu, sikia, nikupe shule. Mwanadamu ni sura na mfano wa Mungu. Ninathibitisha hii kwa kutumia the principle of God magnetism, <laughs> yaani kanuni ya usumaku Mungu au kanuni ya sumaku ya Kimungu. Iko hivi, chukulia sumaku ya kawaida. Sumaku ina uwezo wa kuvuta vitu vyenye asili ya madini chuma. Ndio maana ukiipitisha sumaku kwenye udongo inanasa vitu vina, vina, vina vinakuja pale juu ya ile sumaku. Maana yake vina asili ya chuma. Aha, kwa kumbe sumaku na, na, na kile kinachovuta vinafanana. Kimsingi sumaku ni chuma pia. Oho, Mungu ni sumaku. Unanielewa? hiyo na Mungu ni sumaku, na kwakuwa Mungu ni sumaku, ile roho yake iliyoko ndani yako, kwa sababu alikupulizia pumzi ya uhai. Kimsingi, kama sumaku ina nguvu ya kuvuta vitu vya chuma, ile nguvu ndiyo ile pumzi ambayo Mungu alikupulizia wewe na ukaishi. Kwa nini? Kwa sababu kama ulitoka kwenye mavumbi ya ardhi, maana yake ardhi ina madini ya chuma. Aha, kumbe mwanadamu ni chuma, kwa sababu alitolewa kwenye chuma ardhi na madini ya chuma maana yake wewe ni chuma maana, damu, na ndio maana kanuni ya utengenezaji wa damu inaitwa hematopoiesis inatuambia ya kwamba damu inatokana na chuma. Mwanadamu ni chuma aha. Kwa damu ni chuma, maana yake lazima ikipita sumaku hata nasa oho. Sumaku ni nini? Maana yake sumaku ni Mungu na zile nguvu zinazoivuta ile chuma ni ule uhai wa Mungu ulioko ndani yako. Inamaanisha ukizitoa zile nguvu za Mungu, maana yake sumaku kuvuta chochote, na ndivyo wa ilivyo, uhai ukiondoka ndani yako, ile chuma ambayo ni wewe inanyamaza, inakufa, inapoteza ubora wake. Aha, Mungu ni sumaku. Wewe mwili wako, mwili wako ni chuma, uhai ulioko ndani yako, yani roho yako ni ile nguvu ya ile sumaku. Kwa nini? Kwa sababu kumbe, kama sumaku inavuta chuma, maana yake inafanana na chuma, wewe ni chuma.